Wasimamizi wa mchezo wa mbio za vikwazo uh, pentathlon uh, multisports Tanzania, maarufu ikijulikana kwa kifupi PMT, na chama cha Adventure One cha Afrika ya Kusini pamoja na kushirikiana na shirikisho la kimataifa la mchezo wa mbio za vikwazo uh, FISO wameandaa semina maalum ya siku nne kwa lengo la ku, uh, kuwajengea uwezo wa shiriki mbalimbali -mbali, uh, wa mchezo huo hapa nchini. Semina hiyo itafanyika kwenye msitu um, wa mabwepande nje kidogo ya jiji la Dar es Salaam. Tupate taarifa kamili. Umeandaa training kwa ajili ya adventure racing ambayo training yote itafanyikia Pande. Itakuwa training ya uh, itakuwa mafunzo ya siku nne. Kwa hiyo yatakuwa uh, tutaanza theory alafu tarehe 30 31, 31 na tarehe moja itakuwa ni practical ambayo yote tutafanyia uh, pande ya forest. Kwa hiyo karibuni sana. Uh, kwa watakaoshiriki uh, wajiandae tu kiutimamu, uh, kiakili kwamba wanaenda kujifunza kitu kipya na Watanzania tunafanya adventure sana, lakini kuna vitu vingi hatuvijui. Uh, kwa hiyo mkaribie kwa ajili ya kujifunza mambo mapya na mazuri juu ya mchezo huu wa adventure, so karibuni sana Nimekuwa hapa Tanzania kwa zaidi ya wiki moja sasa, na tulienda Nyanda za Juu Kusini na tukaona mandhari nzuri sana ambayo kwa urahisi kabisa inaweza kufaa kuandaa mashindano makubwa ya adventure racing. Kulikuwa na maporomoko ya maji, maziwa ya kwenye volkano, njia, barabara, milima, mito, maziwa lakini pia na mazingira mazuri sana kwa matembezi marefu na mashindano ya adventure racing. Jana tulitembelea hifadhi moja karibu na Dar es Salaam really uh, nimekuwa nikishiriki mashindano ya adventure racing tangu mwaka 2004 na nimeshiriki mashindano mengi ya kiwango cha juu duniani kote. Pia nimeandaa mashindano kadha Afrika Kusini. Kwa sasa nipo hapa Tanzania kusaidia kutathmini uwezekano wa kuandaa mashindano. Kutokana na kile nilichokiona katika sehemu hii ya kwanza, Tanzania ina uwezo mkubwa sana wa kuandaa mashindano makubwa ya adventure racing. Ina mandhari nzuri sana, mazingira ya kuvutia na vivutio vya kipekee ambavyo vinaweza kuwavutia washiriki wa mashindano haya. Ninaona kuna mustakabali mzuri wa kuandaa mashindano mbali mbali ya adventure racing katika maeneo tofauti ya nchi hii. Wiki ijayo tutaelekea katika sehemu nyingine ya Tanzania ili kuangalia chaguo na maeneo mengine ambayo yanaweza kufaa kwa kuandaa mashindano ya adventure racing ya kiwango cha juu.